Mtu mmoja amefariki dunia baada ya gari alilokuwa akiendesha aina ya Canter ambayo ni IT kugongana na lori aina ya Scania katika eneo la Nane Nane Manispaa ya Morogoro. Ajali hiyo imetokea jana majira ya saa mbili baada ya dereva huyo wa Canter kutaka kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila ya kuchukua tahadhari ambapo mashuhuda wa ajali hiyo wanaeleza namna ilivyokuwa. Yule jamaa wa IT anataka mwelekeo wa Dar es Salaam, anaelekea Kongo jiini, Kongo Ii ni Zambia, kwa sababu ni IT inawakika anaenda wapi. Kwa hiyo kipande hichi kilikuwa na foreni na gari zi zinaenda taratibu, inapoonyesha yeye alipotoka huko, spidi yake imepelekea kuja kufanya ajali hapo kagonga gari moja kule na ile kagonga nyingine jingine. Ushauri wangu ni tunatakiwa tu tuwe makini mda wote tunapokuwa barabarani, hua mimi ndio ushauri wangu, tuwe makini kwa sababu mfano kama kipande hichi cha nane nane hichi hapa tayari ni mjini. E, kwa maana hiyo kama angekuwa na spidi angekuwa na spidi ambayo inatakiwa asinge asingepata asingepata shida au hata kama shida ambayo ingetokea ingekuwa ni ndogo, isingepelekea mpaka kuchukua uhai wake.

kuongea tumeshafanikiwa kumtoa na tunaanza kufungua barabara magari kwa haraka haraka, ili magari haraka haraka yanaendelea. A, majina yanaitwa fren Kalinga, msimamizi kiongozi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Majira ya saa 4 kasorogo, nimepokea mwili wa Ajali ya gari ambayo kwa taarifa tulizopata ni kwamba ilihusisha magari matatu ya IT pamoja na gari moja ya mafuta, lori, maeneo ya nane nane Morogoro. Kwa uchunguzi wa awali, mwili unaonekana una majeraha sehemu za kichwani na pia na mivunjiko kwenye sehemu za miguu yote miwili. Kwa sasa tumepokea mwili katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro na tunauhifadhi kwenye chumba cha kuhifadhia maiti mochwari. Mpaka sasa jina la marehemu halijatambulika, na hatujui alikuwa anafanya kazi na kampuni gani.